Na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Kasim, ambaye alielezea kwamba vijana lazima waende VETA na leo nitawahoji baadhi ya wadau. Habari yako? Salama. Uko vizuri kabisa? Kabisa. Uh, unaitwa nani na unasoma kozi gani? Kwa majina naitwa Najma Abdalla, nasoma kozi ya mass communication. Mwaka ngapi Ha, asante sana Najma. Eh, kuna hili jambo la, la, la, la kwenda VETA na imesikika hivi karibuni kwamba Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amesema eh, kwamba vijana wanapomaliza chuo kikuu basi waende VETA. Eh, wewe unalizungumziaje swala hili? Mimi kwa upande wangu naona ni jambo lenye manufaa, kwa sababu watu wakienda, wataweza kujifunza vitu mbalimbali ikiwemo hususi mambo ya cherehani, sio rahisi, huwezi kusema unajifunza cherehani labda mtu akufundishe, inabidi ukapate mafunzo mwenyewe. mm -hmm. Sasa unafikiri labda uh, jambo hili la kwenda VETA uh, kulingana na tangazo ambalo lilitolewa linaweza likawa na manufaa uh, kwenda VETA kunaweza kukawa na manufaa? Ndio, kunaweza kuwa na manufaa. E, kama yapi? Kama kujifunza vitu mbalimbali, kuongeza ujuzi, kwa sababu sasa hivi tukimaliza, mtu ni unajiajiri mwenyewe tusitegemee sana vitu ambavyo tumesomea fani tuzosomea hapa, na tuangalie na vitu vingine vingine vinaweza vikatutoa zaidi. Kuna wengine vijana wengine ambao wako chuo kikuu kwa sasa wanafikiri wana pengine eh, kwenda VETA ni kujipotezea muda eh, unawaambiaje vijana hawa wanapomaliza chuo kikuu waende VETA ama eh, mtazamo wao inakuwa ni huko ni, ni, ni, eh, ni mtazamo eh, chanya? Mimi kwa ushauri wangu cha kuwashauri waende VETA waende wakachukue ujuzi, wajifunze wajipush kimaisha. Ndio, sawa sawa, asante sana, nakushukuru sana. Sawa, pia wajue kwamba kila kitu ni kujaribu, wasiishie kwamba eti mimi nimesoma sana, kwanzia sijui chekechea sijui nini nini nini. Hapana, uwezijue kitu gani kitakutoa. Unaweza ukaenda VETA ukajifunza kushona mm, na ndo ukawa hivyo mm, au ukajifunza ususi ukawa hivyo. Nashukuru sana, nakushukuru sana. Sawa. Mtazamaji wa Ajum TV eh, nilikuwa na mhoji eh, Najma ambaye ameelezea kuhusiana na masala mazima ya kwenda VETA. Amesema kwamba ina manufaa, vijana wajitolee waende VETA ili waendelee kuongeza maarifa. Endelea kunifuatilia katika mitandao yangu ya kijamii, pale YouTube utanipata vyema kabisa kwa Ajum TV eh, hapa ndiyo sauti ya mamlaka.